Lakini vitu vyetu hautaki kabisa. Toto mzuri huyeaya banaidi bibie, mambo unajua nini? We kwanza mzuri, yaani mzuri tuue ukaji wako isi ulivyosimama, yaani umependeza moja kwa moja. Sasa mimi yaani hapa ya nilipo leo, yangu yote iko kwako hapo. Mimi unaenda pia pia pia, kama sambo nimetokea eh kukupenda bibi, nikubalie maana mimi ndio chakupenda mtoto. Wewe ulivyokaa, ulivyosmaili unipendeza mtoto mfupi hapa walai, najimwaye mwaye mwenye eh. Uh, utajilambua utajifododa nikupenda na kutaka kinda kinda wewe mtoto, mimi nimekupenda nimekuhusudu, na ukinikubalia mimi ile uliyo katia ndoa leo leo na kuika ndani mtoto mzuri eh? Aniambie basi mwali mkubali, mimi nipenda, niambie eh, eh? Unasemaje mtoto mzuri, mnikubali. Jamani baby nimekubali mimi, mekubaliwa kuinywa. Jamani, kwanza we kaka ulivyo mm. kibonge du mm. jinsi mm. ulivyo na six pati mm. Najivunia kuwa na wewe ukulo. <coughs> nimekupenda ni nami no, na nimekubali. Umekubali nini? Kumbe kidume jamani, an nakimbia sasa, inie nimekaa nikajua nimepata bahati, makuwa ni naitafuta ndoa kuwa siwa sio riziki koja nikae nimsubiria simani